Makamu Mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche amesema usiku huu yeye na wasaidizi wake wameachiwa na polisi baada ya kukamatwa akiwa pamoja na Chacha Heche, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, na walinzi wawili akielekea kusikiliza kesi ya Tundu Lissu kwenye mahakama ya Kisutu. Heche kupitia ukurasa wake wa X amesema usiku huu, mimi na wasaidizi wangu tumeachiwa na polisi baada ya kututeka na kushikilia kinyume cha utaratibu kwa muda mrefu. Hakuna kiwango cha udhalilishaji, vitisho wala mauaji kitakachoweza kuzuia kiu yetu ya kutafuta mabadiliko. Tutapigania demokrasia kwa gharama yoyote. Nitaeleza kilichotokea leo katika hatua za baadaye. Asanteni Watanzania. Kwa upande wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imesema limesema likiwakamata watu watano leo Aprili 2025 ambao ni makamu mwenyekiti wa CHADEMA Bara, John Heche, katibu mkuu John Mnyika, Chacha Heche, Seguta Swezi Dani na Radufu na James Mseti, na baada ya mahojiano dhamana zao zikawa wazi. Akiongea jijini Dar es Salaam leo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Mulilo amesema kuhusu suala la usalama mahakama ya Kisutu, kwa ujumla usalama uliimarishwa kwa kiwango cha juu kufuatia taarifa mbalimbali za matishio zilizokuwa zikipatikana kuhusiana na suala la kesi inayomkabili Tundu Lissu Aprili 24, 25, kazi ya kuzuia vitendo vya kihalifu imeendelea, kwani hilo ndio jukumu kubwa la msingi la jeshi la polisi. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wote kutojihusisha na vitendo vya kihalifu, kwani halitakuwa na huruma, lakini litashughulikia kwa kufuata misingi ya kisheria. Hii ni Erasmi TV.